ili wafurahi nao na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Namna gani? Mimi niko salama, Yesu amenilinda, na hakika nafurahia kwa sababu yake Bwana. Najua Mungu amekuwa pamoja nawe. Ushindi na uwezo wake umetuwezesha. Hakika huko hai buri ah, una sababu nzuri ya Mungu, na Mungu amepanga kutendea makubwa. Wapendwa, ningetaka tushiriki neno na tujifundishe mawili matatu, na Mungu atapata kutubariki leo. Nataka tujifundishe kusikiza, tusikuwe tu watu tu wale wa kuongea sana. Kuna baraka huwa zinakuja na kusikiza. Kuna wengine wenyu huwa mnaepukwa tu na mahali tu pa kusikiza peke yake, kwa maana wakati ambapo unafaa kusikiza, hapo ndipo mwingine anajipata, ndipo ana anafanya mambo mengine Yani kuliko sasa asikize, anajipata sasa yeye ako katika shughuli zingine kuliko kujipatia nafasi ya kusikiliza. Lakini ukijifundisha kusikiza, unabarikiwa. Kuna mtu mmoja ambaye ni mtumishi katika kitabu cha James 1:19 alituambia jambo. Kwa sababu ya muda ni mchache, nitajaribu kuongea kwa upesi. James 1:19 inasema ya kwamba Uh, hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Kuna vitu viwili umeambiwa, usikue mtu wa haraka sana, usikue mtu wa haraka kusema na usikue mtu wa haraka kukasirika, lakini uwe mwepesi wa kusikiza. Yaani bikin sikiliza sana kwa umakinifu, na ukisikiza kuna baraka ambayo utapata. Hapo ndipo nataka tutazame, kuna baraka ambazo zinatokana na kusikiza. Wakati Abrahamu Mungu amemwambia mmoja, toka kwa baba yako uende mpaka mahali nitakapo kubariki ama kubarikia, yeye akasikiza ndio inoo, shida kubwa sana inawezekana ni wewe, haukusikiza hata Mungu alikutokea kwa ndoto akakuongelesha kwa maono, lakini wewe mwenyewe ambacho unakumbuka nakumbuka kwa hiyo maono uliona moto mkubwa, uliona mtu sijui anakukimbiza mara sijui uliona hiyo, ndio unaangalia sana kuliko uangalie yale mambo uliyoyasikia. Maana hayo mambo ndo sana sana Mungu alitaka uyashike, maana mara nyingi sana maono ambazo huwa tunaziona sana sana huja ili tusikie kusudi la Mungu na huwa zinakuja izi ili zilete zile hisia ama mapenzi yake Mungu, ili tuyaelewe. Ukijifundisha kusikiza, kuna baraka kubwa katika hali ya kusikiza. Hapo ndipo pana faida nyingi sana, lakini usiposikiza, unajipata saa zingine unapotea na suluhisho ya maisha yako, pengine ndiyo ilikuwa inasemwa. Lakini kusikiza au kusikiza lakini ukijipatia nafasi usikize, unafaidika. Wengine wenyu sasa hivi mnapitia shida kwa sababu gani? Wakati ambapo ulikuwa unashauriwa wewe haukusikiza mashauri, sasa unajifundisha. Hata msoma mswahili akasema asiyefunzwa, asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu, yaani ni kumaanisha ambaye hakufunzwa na mzazi basi atafunzwa na ulimwengu. Lakini mimi nataka kuongeza kidogo, kuna wengine si kufunzwa hakufunzwa na mzazi, lakini haukumakinika kusikiza ama kuelewa mzazi, basi na kubidi circumstance zinakufunza. Maandiko yamefundisha mambo mengi, sometimes hata nyinyi mnatetesha Mungu na shida. Si Mungu shida, Mungu alisema ama alikuonyesha, lakini haukufuata mapenzi yake Mungu. Nataka tusome kitabu hiki ili tuelewe zaidi, kitabu cha Kumbukumbu la Torati ishirini na nane. Sikia vile neno linasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Tazama, hata si utakapoona Mungu, si wakati ambapo utaona Mungu akitenda miujiza ama wakati utakapoona mvua imeanza kunyesha, lakini utakaposikia sauti ya Bwana. Wapendwa, kuna baraka katika kusikia Mungu. Usikiliza tu, unaweza kuwa ile mambo unapitia, unapitia kwa maana unakataa kusikiza Mungu. Mungu mara nyingine hatumii pastor, anakuongelesha wewe, anakuongelesha pengine kwa maono, saa zingine anaweka jambo kwa moyo wako. Kwa moyo wako unasikia mzigo mkubwa, unasikia jambo inakusukuma jirani hapo ako na shida, Ingia kwa nyumba yako, mpatie mguo na lile jambo ukijaribu hata kuepuka, ukikaa ukimwona, linakunenea tena, unasikia lile jambo linakusumbua. Hata mara nyingine unasikia kanisani, nenda ujitolee sadaka fulani, ama jambo fulani, lakini wengine wenyu huwa mnabishana. Lakini neno linafundisha kwamba kuna baraka katika kusikia. Mara nyingine si mtu wa kuongeleshe, lakini ndani yako kuna jambo linakusemeza, linakuongelesha, linakusukuma msukumo ambao unakusukuma katika hali fulani. lakini uki ifundisha kusikiza Mungu unafaidika, maana Mungu sidhania lazima kuja akiongea na sauti fulani, akiongea tu kuna tetemeka la, si wakati wote huja na njia ya kutisha. Wakati wa Eliya alimtazama katika moto, katika upepo mkali, katika katika mambo mazito mazito, akaona hayuko pale. Lakini katika utulivu akamwona, kwa maana Mungu hana njia moja, ama siwa njia moja ndiye njia. Wakati mwingine anakuja kwa njia ambayo hudhani, lakini ukisikiza vizuri utamfahamu. Biblia inatuambia vizuri, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, sikiza. Hata hapa bado anasi, anasisitiza hii kusikia. Unasikiza direction za Mungu, yaani god amekudirect god amekuguide wakati unaposikiza haya, wewe mwenyewe unapata kupokea nani? Nasema namna gani? Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Just imagine, vitu vingine mnaziona mzuri mzuri na za baraka, hazitaki mambo mengi ndiposa upate, zinataka usikize tu, you follow instruction unasikia vile ambavyo Mungu anakuhimiza. Today my brother and sister, kuna baraka ambazo zinagojea usikie tu hilo himizo. Unasikia unahimizwa, okoka. Unasikia tu sauti ile inakuhimiza kuna mambo makubwa yanakugojea, lakini yanagojea utii ile sauti, utii ile direction. Haleluya! lakini wengine wenyu mnakimbia kukasirika, na mnakimbia sana hata kuongea mambo mengi, mnakosa kusikia. Lakini kuna himizo, Mungu anakusukuma nalo, na lisikilize kwa moyo wako vizuri. Mungu anakunenea, anakusukuma, na mara nyingine Mungu huwa akuambia ambacho atakupatia hapa ni maandiko yanatufundisha, kumbe, kusikia direction za Mungu, kuna mambo yanafanyika kwa sababu ya kusikia. Abrahamu alisikia, toka, uende, ikamletea baraka, akaridhi inchi, akawa na inchi mzima kama, kama urithi wake, akawa na uzao ambao uliuzao mpaka sasa unakumbukwa ambao ulitokana na Abrahamu, lakini ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alisikia vile Mungu anavyomuongoza. Hata we mpendwa, ni vizuri usikilize sana, na kwanza kabla hujasikiliza wengine, sikiza Mungu. Haleluya! Kabla ya mengine sikiza Mungu, si usikize umbea wengine wenye mnasikizanga umbea. Hata nakuambia kwa kweli wengine wenyu hata hamsikii mambo vile inafaa. Kwanza huwa mnasikiza umbea na wengine wenyu, kuliko msikize hapa venye Biblia inatuonyesha tusikilize mambo ya Mungu, tusikilize Mungu. Wengine wenyu mnapenda kusikiza yale mambo hata yakuongezei chochote. Mama akikuja kukupatia st uh, story za za jirani yako inakuongezea nini? Haleluya. Lakini wakati ambapo unajifundisha kuconnect na Mungu unajifundisha kusikia Mungu vile anakuongelesha inakuletea baraka. Wakati unapojifundisha kuelewa kila kitu inakusaidia. Siku moja Musa alikosea mahali. Musa akitoka, wakitoka Misri, Mungu alimwambia mapema, akamwambia Musa, kuna jambo moja imebaki nitawapitishia mahali katika bahari ya Shamu ili nijipatie utukufu kwa farao na jeshi lake. Alikuwa ameshafahamishwa mapema. Musa akawaongoza watu wakiwa katika safari, wakaona nyuma wamefuatwa na Wamisri na mbele kuna bahari ya Shamu. Musa hakuwa na stres hiyo, lakini wale watu wote wakamwendea Musa wakamwongelesha maneno mazito kwa uchungu. Musa naye akaenda mbele za Bwana akilia Wakati alienda mbele za Bwana akilia, Mungu alimuuliza hata wewe ni wakulia? Kwa nini Mungu anamuuliza hivyo? Kwa sababu Mungu anataka kumuonesha, si nilikuwa nimekueleza hii mambo hii mambo hii jambo, ulikuwa unafahamu. Hata wapendwa wenyu, sometimes mnakosa ku understand what you are facing today. Ulijua, do you know you are today? saa hii yako inawezekana ni ndoto yako ya miaka tatu ilipita. Mungu alikuonesha katika ndoto, ukajiona katika nyumba fulani, ukajiona katika jangwa ama ukajiona katika mlima mahali fulani, lakini wewe maana haukusikiza venye Mungu anakuelezea. Sasa hivi unaweza leta shida hata katika maono zetu. Saa zingine tunaonyeshwa kesho, ya kwamba Mungu anakuonesha uko kwa safari, umetoka katika jangwa, sasa umeenda kwa mlima wewe mwenyewe baadaye unaanza kuona kuna mambo unang'ang'ana, unasahau lionyeshwa umetoka jangwa. Sasa si kwamba ufaidiki, kuna, kuna kung'ang'ana kwa sababu unakoya kwa mlima, unang'ang'ana kupanda mlima. Katika kukosa kusikiza kwako, unasahau kudai baraka ambazo huwa kwa mlima, kwa maana kila mahali pana utukufu wake. Haleluya! kuna baraka hutoka kwa milima. Wale ambao wameishi kwa milima wataona kuna vitu ambavyo zinapatikana kwa mlima hazipatikani kwingine, na pia vile jangwani. Tazama hata zile nchi ambazo zinakaa sana sana ni kama wilderness hizo nchi unapata zinatoka mafuta. Hapakosi kitu cha dhamana mahali fulani na mahali pengine kwa milima kunapatikana chakula aina fulani, ndio inamea mahali pale. Kuna wanyama, kuna vitu fulani zinapatikana pale pia. Unapojielewa vizuri kusikiza Mungu, unaweza dai katika mahali ulipo baraka ya wakati huo. Na ndipo sasa hapa ni neno linatukumbusha kwamba kuna baraka zinatokana na kusikiza Mungu. Kuna baraka za miaka kumi za miaka ishirini za miaka arobaini hamsini sitini Kuna utukufu ambaye mtu akiwa na miaka themanini akiongea unasikiza, kwa maana miaka yake unatazama. Na vilevile vile kuna utukufu ulio na mtu aliye na miaka kumi na nane hata kuna nguvu alizonazo kwa sababu ya umri wake, kuna faida aliyonayo Hivyo ndivyo katika maisha kuko, ukijifundisha kusikia Mungu unajifundisha kupata baraka. Ukijifundisha kumwelewa Mungu inakuwa baraka kwako, na Mungu ni mwema. Tazama, hata wakati wa Kaini alimwongelesha Kaini, anamwonyesha siku jane sura, anamwambia maneno haya, hata wewe si ukifanya mema utatukuzwa. Yeye anakataa kuchagua hiyo, anakataa kusikia Mungu, anaua ndugu yake lakini alikuwa amefundishwa siri. Wewe unakasirika kwa sababu dhabihu yako haikufaa, ji siuende ulete ingine nzuri ambayo inaweza faa mbele za Mungu. Anakataa kusikiza Mungu, yeye anafanya kinyume, inamletea shida kama vile ambavyo Sauli alikosea. Alikosea katika kusikiza. Alikuwa ameagizwa amalize kila kitu, lakini yeye mwenyewe akakataa kusikia. Maana katika kusikia Abrahamu alihesabiwa haki. Mungu alipomwambia fanya hivi katii basi, akihesabiwa kuamini kama haki kwa sababu alisikia sauti yake Mungu. Kuna baraka katika kusikia. Kuna baraka huwa katika hewa zinagojea usikie tu. Kuna mafanikio na mema huwa tu katika hewa yanagojea usikize Mungu peke yake basi upate kuwa sawa awe unang'ang'ana kusema ya kwamba mimi mwanaume anifanye hivi, aniambie hivi, ama nitawale hivi, mimi atanitawalaje? Je, umesikia mapenzi ya Mungu ni gani? Pengine Mungu anakuamurisha hivi. Mtumishi mmoja mwanamke akaeleza jambo kimakosa. Mumewe alitoka katika nje ya ndoa na msichana mwingine, akashika mimba. Basi aliposhika mimba, yeye naye akaamua sasa, eh, basi kama ni hivyo Akawa na hasira na yule msichana na mume wake. Mume wake akatubu mbele zake sana, uu hakuwa anataka blabla bla mambo kama yale. Wakati alikuwa na uchungu mwingi, Mungu akamwongelesha, akamwambia, ewe dada, fanya hivi, yule mwanamke aliyewekwa mimba ama aliyeshika, alie, alie, alie mimba ya mumeo, nenda umnulie nguo za watoto, nenda umwangalie. Akasikia hiyo jambo anabishana nalo, kwa sababu anahimizwa na Mungu vile, lakini yeye anaona nafaa huyo mtu akufe ama angamie, lakini ndani yake mwenyewe akaona, basi wacha afanya hivyo. Basi anang'ang'ana, akang'ang'ana kuangalia yule msichana akiwa na mimba yule, akimwangalia na mtunza, alipokuwa anamwangalia akimtunza, mpaka yule mama ya yule msichana akamuuliza, nimeshangaa, we ni mwanamke wa aina gani? Yeye yeah, anaangalia anasema, huyo anasema mwanamke na gani, hajui ni Mungu ananiamurisha. Basi akamwangalia mpaka wakati yule msichana alipojifungua. Yule msichana wakati alipojifungua akaona sasa amejifungua, hakika Mungu akamnenea tena, akamwambia, enda uchukue huyo mtoto umlee kama wako." Akauliza Mungu, sasa umeenda zaidi, unaniambia niende nichukue yule mtoto ni mlee, na hata unajua mume wangu alitoka kwa ndoa. Lakini Mungu akamwambia, basi mambo ni mawili, kama hutaki kumchukua kama kama mtoto wako, basi kuwa tayari uwe awe bibi mwenza kwa sababu ya mume wako, atabidi akuwa na nashughulikia yule mtoto. Basi akaenda akaambia yule msichana, akamwambia, mambo ni mawili, uchague hivi unipatie yule mtoto ni lee, basi ukichagua yule mtoto ni mlee, ni mlee kaba wangu, wewe unaweza olewa tena na hata utaonekana sawa, ama uvutane nami, uamue wewe, ukae na huyo mtoto. Huyo mtoto aishi kuwa na shida, hataelewa mama yake, maana atakuwa nasumbuka kila mahali kwa sababu atakuwa nashindwa ni, ye, ni ni wapi baba ako pandei na pande ile, ile mvutano wote, na kuolewa kwake itakuwa ngumu, kwa maana ataolewaje nako na yule mtoto, na mtoto anafuata baba pandei. Yule msichana baada ya kuwaza sana ndani ya moyo wake, hata kwa uchungu, akaamua peane yule mtoto, akapatia yule mwanamke alikuwa ameamrishwa na Mungu, akamlea kama mtoto wake. Alipomlea kama mtoto wake, yule msichana sasa alibaki bure akaona akapata mtu wa kumpenda akamwoa. Yule mtoto aliyempokea akamlea kama wake, kumlea kama wake. Mume wake hange dhubutu tena kuenda nje, kwa sababu alikumbuka lile jambo tena, na ile jambo iliishi kumkumbusha makosa yake. Lakini yule mtoto alif, alibadilika akawa, kwa maana amemlea ule mtoto akawa anamjua ni yeye mama, akakuwa anahudumia Mungu, anamtumikia Mungu kama yeye. Ikawa ndoa yake hakuongezewa bibi mwingine. Ikawa ndoo yake kutoka pale iliweza kusimama tena, na yule ambaye angeingilia ilishindikana. Ni kwa sababu alisikia Mungu nasema namna gani katika maisha. Mpendwa, sometimes kuna baraka ambazo unakosa kupata, reason being hauskii neno. Linasema ya kwamba utakaposikia Mungu wako, unafanya haya maagizo, utapata kubarikiwa. Mpendwa, na maana kaambiwa nenda uoge mara saba Akasema eh, kwani mimi sijaoga? Kwani kwetu hakuna maji na Kongo, hata niko na hot shower. Kwani kwetu hakuna mto mzuri? Lakini akaulizwa je, ungeambiwa jambo kubwa kufanya, singefanya? Akaona basi acha ajaribu kuoga. Ile jambo ilikaa kama ya kudharauliwa, uambie mkubwa wa majeshi aoge kwa mto, lakini akachukua tu ah, basi anaweza jipanga na hiyo njia, atatafuta mbinu ambavyo ataoga bila shida. Alipochukua lile hatua akatii, akapokea uponyaji. Mpendwa, do you know vile Mungu anakuamurisha, amekuwa akikuguide in hiyo tu ndio inataka kuleta baraka kwako kwa shida kubwa inawezekana si Mungu, hata Mungu hajawahi kuwa shida. Shida ni wewe, unabishana na vile Mungu anakuagiza anakuambia, tulia katika ile kanisa, mwabudu Mungu, lakini naye shetani anakuuliza utatuliaje pale na, utatulia na wamama wanakusengenywa wamama wanasema, watu wanasema, utatuliaje pale na unasikia kuna mjengo na watu wanafaa kununua kutoa pesa ili wajenge kanisa. Basi ile sauti inabishana na baraka yako, lakini utakaposikia maagizo ya Mungu kusikia kuna kuletea baraka. Mungu ameamurisha mtii mumeo, kuna baraka, ni ndoa yako itakuwa mzuri. Si ya Mungu, Mungu haoi. Iwapo utasikia mpende, Mungu mume- mumeo ukimpenda, au mpende mkeo ukimpenda mkeo, hakika si Mungu anafaidika, ni wewe, utakaa nyumba ya amani. Lakini ukijifanya ndio kichwa ngumu, unajua kutawala mambo kiwewe, ukiwa na shida, ni wewe utasumbuka. Lakini ukijifundisha kusikia vile Mungu anakuamurisha na ufuate, faida ni kwako. Basi nataka kutim, kufikisha pale, natumai umejifundisha. Jifundisha kusikiza na kusikiza kunaleta baraka na mafanikio. Sina mengi, lakini kama ungependa kuokoka, ningependa uombe pamoja nami ombi hili. Hiyo sauti imekuwa ikikuongelesha, okoka. Wacha kujiuliza, nikiokoka nitawezaje kuacha sigara, bangi? Nikiokoka marafiki zangu watanichukuaaje, wale tumekuwa tukiiba nao, wale tumekuwa tukifanya dhambi nao, basi watanichukuaje? Ah, ah, we chukua hatua hapo pengine, achia Mungu atakusaidia Sema ombi hili pamoja nami na Yesu atakupokea. Sema, Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimeona makosa yangu, ondoa jina langu katika kitabu cha mauti, uniandike katika kitabu cha uzima. Kutoka leo wacha niwe mwanao, na uishi kuwa baba yangu, nijaze na Roho yako Mtakatifu, na uwe nami mpaka mwisho wa wakati. Kwa jina la Yesu Kristo naomba Amen. Wacha natuombe. Baba ambaye ameamua kuomba omba, okay, mpokee, kaa pamoja naye, mwagizie walimu wazuri wa kumfundisha neno lako, mwelekeze mahali pazuri atakapokuabudu na kukujua na kupenda zaidi. Kaa karibu naye, mwagizie uwepo wako, mjaze na roho wako Mtakatifu, aishi kukuona, uishi pamoja naye akiwa mwanao, ukiwa baba a akiwa rafiki wako, ambao unampenda kwa dhati. Mwezeshe kuwa kama upendavyo, kwa maana ni Mungu mgonjua, na aliye mgonjwa naomba umponye aliyefungwa naomba mfungue katika katika jina la Yesu Kristo. Wote waliokuwa mateka na amurisha wawe huru, waliokuwa wamefungwa wafunguliwa kwa jina la Yesu, ambaye amekuwa akiamkiwa akia, akia, akia, akia. na ufalme wa giza ufalme nimeukemea na kuamurisha umwachilie. Ambaye anahitaji amani mpatie bariki ndoa zao, bariki maisha yao. Bwana, naomba ukakumbuka Damaris ambaye anapelekana nasi, kumbuka mwende ambaye anatusikiza. Baba, naomba ukanyosha mk mkono wako juu ya wanjiko mfalme na wale wengine wote ambao wanatufuatilia, Bwana, hata kama sijataja kwa majina, ambao wanatufuata online, ambao wanatufuata kwa redio, hata mfalme wa ajabu wakiwa Kenya ama mbali, wote nawaombea mema na mafanikio, kila mmoja wacha patane na mkono wako wafungue waliofungwa, wainue waliochini, washughulikie wote tatua mahitaji yao. Ambaye hana karo mpe Bwana, ambaye hana amani mpatia, ambaye anatamani ndoa mpe nzuri, kila mmoja mshughulikie maana unachodhamini. Inua huduma za watu wako wote na uoneshe mema. Ni asante maana umetenda, utazidi kutenda kwa jina la Yesu Kristo, naomba tena kuamini. Amen. Mungu nawe pamoja nanyi na wafanikishe katika mambo yote na Esmoni na wainue na hudumu na kanisa za True Vine of Ministries na niko based kwa Komarock Nairobi Kenya. Na Mungu awabariki sana, azidi kuinua. Shalom, tuzidi kusikiliza Mungu na katika kutumia ile jina, utalipata Facebook, utalipata TikTok, utalipata YouTube, utapata nyimbo zangu pale, mahubiri utapata mengi, na najua utazidi kubarikiwa. Barikiweni sana, Mungu awe nanyi. Barikiwa.